Habari ya wakati huu, karibuni tena Madini Point, mahali ambapo unapata maarifa na ufahamu juu ya masuala mbalimbali, na leo tutazungumzia namna ya kuzungumza kwa kujiamini mbele za watu, na hii inaweza ikawafaa sana wale watu ambao wanafanya sana presentations. namna ya kuzungumza kwa kujiamini mbele za watu. Sasa, hapa ninakuja na namna kuu tano au vitu vitano vya kuvizingatia ili uweze kuzungumza kwa kujiamini mbele za watu. Ishu ya kwanza elewa kwanza vile vitu vinavyokupa wasiwasi unapokuwa unaongea mbele za watu, lakini ungeweza tu kasema understand your public speaking anxiety, uweze kujua zile hofu na visababishi vyake. Kitu gani kinachokupa hofu unapokuwa unaongea mbele za watu? Je, ni macho ya watu wanaokutazama unapokuwa unazungumza, au ule uwepo wao, au ni vile unavyokuwa unafikiria ile siku husika ambao unakwenda kuzungumza? Hapa jambo la kujiuliza ni kwa nini unaogopa. Nini hasa kinakufanya uogope? Unaogopa watu ambao ni watu kama wewe, wanakula kama wewe, wanashabikia lete kama ni mpira kama wewe, wanalala wanaamka kama wewe, na wanafanya vitu vingine vyote kama wewe. Kiuhalisia unaweza ukakuta kwamba hakuna sababu yoyote ya kukufanya wewe uogope. Kwa hiyo elewa kwanza vitu vinavyokupa wasiwasi, ukishaelewa, unakuwa una sababu ya kufanya uogope. Jambo la pili, jiandae mapema kwa lazima ujue hadhira yako ambao unakwenda kuzungumza nao, lazima uwajue watu ambao unakwenda kuzungumza nao. Kwa hiyo andaa ujumbe ambao unakwenda kuongea nao mapema. Kwa lazima ujue utangulizi utakuwa ni nini utakapokuwa unazungumza nao, introduction, lakini pia kiini kitakuwa ni nini ambacho tutakuwa tunazungumza nao kiini ni kimaanisha, lazima uweze kufahamu wanategemea kusikia nini kutoka kwako. Lazima ujue hawa watu ninaoenda kuzungumza nao wanategemea kusikia nini kutoka kwangu lakini jambo la tatu, lazima ujue hitimisho la kile kile kitu ambacho unakwenda na kuzungumza nao. Lakini pia fanya mazoezi kwa nguvu, unapokuwa nyumbani, wakati unajiandaa, fanya mazoezi, zungumza kwa nguvu, fanya kama vile unazungumza na wale watu pale mbele. Kwa hiyo fanya mazoezi kwa nyumbani, ongea, fanya presentation kwa pekee yako nyumbani, itakusaidia sana. Jambo la tatu, lugha ya mwili body language, lakini pia sauti yako, jinsi unavyo control Hakikisha unafanyia kazi lugha ya mwili wako, kwa Kiingereza wanasema body language, lakini pia sauti yako, jinsi unavyoicontrol, kwa unapokuwa unafanya presentation au unapokuwa unazungumza mbele za watu, hakikisha una maintain eye contact, waangalie wale watu unaofanya presentation machoni. Wakati mwingine unaweza kuwa na aibu kuangalia machoni. Kuna njia moja nilifundishwa zamani, kwamba kama unashindwa kuangalia wale watu ambao unawafanyia presentation machoni, basi waangalie katika mapaji yao ya uso, inasaidia sana. Au binafsi unakuwa hauwezi kujua kama unaangalia kwenye mapaji ya uso, lakini unapokuwa unaangalia kwenye mapaji ya uso inakusaidia wewe kutokuwa mtu ambaye unaona aibu. Lakini pia epuka kuchezea vidole unapokuwa unafanya presentation au kuweka mikono mfukoni au kuweka mikono nyuma kutanisha mikono yako mbele, zungumzo kwa kujiamini. Lakini pia unaweza ukaitumia mikono yako taratibu huku unawasilisha kile kitu ambacho unakizungumza. Jambo la nne, husisha hadhira yako. Hakikisha unahusisha hadhira yako unapokuwa unafanya presentation au unapokuwa unafanya na mazungumzo. Uliza maswali pale inapobidi, tumia hadithi kama zipo, tumia takwimu kama unazo, lakini pia tumia mifano hai ambayo umekutana nayo katika maisha yako, inasaidia kuweka ile connection kati yako wewe na wale watu ambao wanafanyia presentation. Lakini pia hakikisha unaiangalia hadhira yako na uihusishe kwa kila nyanja au kila namna ambayo unakuwa unafanyia ule uwasilishaji wako. Na jambo la mwisho, shughulika na maswali yote ambayo utakuwa unaulizwa. Kwa sikiliza kwa umakini maswali yote ambayo utakuwa unaulizwa na uyajibu vizuri. Na kama kuna swali ambalo hujalielewa, basi usiogope kuwaambia kwamba hili silifahamu, lakini ninaomba nilifanyie kazi alafu nitawajibu. Usiepuka kujibu maswali ili mradi kujibu, maana utakapokuwa nadanganya danganya utaonekana, na mwisho wa siku itakupunguzia hata ule watu wenye kuwa na imani na wewe unapokuwa unafanya ile presentation. Mpaka hapo nimefikia mwisho kwa hii mada fupi kwa siku hii ya leo. Karibuni tena wakati mwingine nitakapokuja na mada nyingine. Asanteni.